Simba na Panya. Zamani za kale. Kulikuwa na simba mmoja aliyekuwa akitawala pori kubwa. Alikuwa na nguvu nyingi na wanyama wote walimwogopa. Siku moja, simba huyo alikuwa amelala chini ya mti baada ya kushiba. Panya mdogo alipokuwa akikimbia huku na kule, alikanyaga mkia wa simba bila kujua. Simba aliamka kwa hasira na kumkamata panya kwa makucha yake makubwa. Ni nani anayethubutu kunisumbua wakati ninapolala? Simba alinguruma kwa sauti ya kutisha. Panya, akiwa na hofu, alianza kuomba msamaha. Tafadhali, usiniue. Samahani sana. Nia yangu haikuwa mbaya. Nikiachwa hai, huenda siku moja nitakulipa wema huu. Simba alicheka sana. Wewe panya mdogo kama wewe unafikiri unaweza kumsaidia simba mkubwa kama mimi? Lakini baada ya kufikiria kwa muda, Simba aliamua kumwachilia panya huyo. Nenda zako, lakini kumbuka ahadi yako, Simba alisema huku akitabasamu. Miezi michache baadaye, Simba alipokuwa akitembea msituni, alinaswa kwenye mtego wa wawindaji. Alihangaika sana lakini hakuweza kujinasua. Simba alianza kunguruma kwa uchungu, akiomba msaada. Panya yule yule alipokuwa akipita karibu, alisikia mgurumo wa Simba na kukimbilia kuona kilichotokea. Alipomwona Simba amenaswa, alianza kung'ata kamba kwa meno yake makali hadi zilipoachia na Simba akaweza kupona. Simba alishangaa na kufurahi sana. Asante sana panya mdogo, sasa najua hata mdogo anaweza kufanya jambo kubwa. Funzo la hadithi: usimdharau mtu kwa sababu ya udogo au udhaifu wake. Kila mmoja ana umuhimu na uwezo wa kusaidia wengine.